So, mambo vipi? Mambo safi. E bwana, kimekutokea nini? Ni mbona umeandika kwenye peji yako ya Facebook ukasema kwamba umevamiwa na mtu mwenye kisu maeneo ya Kariakoo, hebu tu hebu tusimulie simulie mtazamaji wa wa wa chomoza wa leo wa Tanzania. E bwana e bwana ojini <laughs> acha kabisa, hapa mjini hapa <laughs> <Afa> mjini unatakiwa kuwa makini sana, yani hapa mjini bwana, kuna watu ambao wanaishi yani kwa staili ambayo uwezi ukaamini kuna watu ambao wanajifanya ni Wasamaria hapa mjini, lakini kumbe sio kabisa mm. E bwana, ilikuwa siku ya jana hivi mm. nilikuwa nimetoka zangu Home, nataka niende Kariakoo, kuna vitu fulani hivi nikuwa nafuatilia si mm. najua Kariakoo kuna ujenzi wa barabara <laughs> sasa mimi kufika pale sehemu fulani hivi nikashangaa foleni aiendi mdogo mm. mdogo, nikaingia maitaila ya Kariakoo sokoni mm kutembea hivi nikawa nasikiliza nyimbo yangu mdogo mdogo. Tunatengeneza connection sasa, eh kwenye gari yangu, tutengeneza connection baba. Mimi natafakari, sema kweli tunatakiwa tuwe na connection. Sa ghafla nikakutana na daradara liko mbele yangu na gari nyingine iko nyuma, nikamwona mtu kushoto kwangu. Yule mtu akaonyesha kunisaidia, akasema bwana, hebu e, sogea nyuma kidogo, tutagonga ile daradara. Sema kweli, nikasogea nyuma kidogo Akasema mwanangu. Nikamwambia kamanda, nashukuru kwa sababu nilikuwa sioni kama. Akaniambia ya, unajua haya madadaa sangine anaanza karudi nyuma akakugonga, alafu akakuharibia gari yako. Kwao ni vizuri kae mbali nao. Yule jamaa kawa anasogea taratibu, nikamwambia asante kamanda. Akasema nimefurahi sana kunita jina langu, kwa sababu umenita jina ambalo ninalipenda sana, naninaona kabisa kwamba wewe ni mtu wa Mungu, unaongea na kila mtu lakini nikwambia kweli, mimi ni mtu mbaya sana. Tumekufuatilia toka kule unaingia na gari yako unasikiliza mziki na tumeiona si tumeiona. Simu yako umeweka hapo kwenye nani, sio vizuri. Unajua, unapopita maeneo kama haya, umeacha dirisha wazi, ni rahisi sana kuibiwa. Mimi ni mtu mzuri, ni mwizi kweli kweli, lakini nilivyokuona tu jinsi ulivyokuwa umenijibu vizuri, umeongea na mimi, siwezi nikakuibia tena. Usishushe vyoo, pandisha vyoo. Naona huku kuna wezi wanakufuatilia lakini mimi nimeona nimeona tu nijitose. Nikwambie kwamba usipandishe vioo. Ningeweza kukuibia simu hiyo hapo. Na wakati huo nimekuwa nimeshusha kioo kidogo sana kiasi kwamba uweze kapenyesha mkono. Nikawa nime nani? Akawa ameniteka na niongelesha nini? Sema sawa sasa mwisho akaniambia akasogea kabisa karibu na mlango wangu wa dirisha langu fupi sana. Kiasi kwamba ni rahisi sana mtu kuzama kuzamisha mkono ndani na akategua loki. Akaniambia, "mwanangu, hebu naomba buku hmm." Nikasema buku sina. Nikaangalia kwenye gari yangu kulikopo na chenji chenji zilizokuwa karibu, nikamchukulia nikampa. Nilivyompa bado wakangaana, naomba buku. Nikamwambia sina. Sema sawa, mwanangu, haina shida. Sasa kitu ambacho nakushauri, nakusi tena kwamba usirudie kuacha madirisha vioo vya gari yako wazi, kwa sababu watakuja kukuibia. Sisi tujipanga, tukutoboe toboe macho, tukuue kabisa na kumbe ile sehemu akaipima akaona huu mkono unaweza kuzama kwenye, kwenye, eh, aka kwenye, kwenye lock, alafu akategua. Ila anakwambia nikuonyeshe mfano, tayari ameshafanya nini, ameshazamisha mkono ndani, akatoa lock, akaingia. Sasa si akakaa kwenye gari, alivyokaa kwenye gari akasema umeona? Sasa kanitolea ningesha si ka kuibia, kuibia kitambo Kariakoo, hiyo katikati ya jiji, alafu gari yangu watakuzuru, wataingia hmu kwenye gari wakakutolea vitu vyote kwenye gari, wakakuibia s wakafanya nini? Na amekamata kisu, siwezi nikajitetea. Kama sakitu, nakwambia utulie, kuonyesha mfano, ni mtu mzuri sana, siwezi nikakuibia. kaniambia mimi ni jambazi, tuna mapikipiki lakini hatuwezi tukakuibia kwa sababu ni mtu mzuri, nimeingia tukundani. Nikutolea mfano, utafanya nini sasa? Ndo ameshaingia amekushikia kisu, hauna kitu chochote mkononi. Nilikuwa napiga mahesabu kwamba huyu jamaa, singekuwa foleni, ningekimbia moja kwa moja mpaka kwenye kituo cha polisi. Naogopa kufungua mlango, atachukua simu, ataondoka, nikabaki nimekomaa. Akaniambia, naomba elfu kumi tukaweke mafuta kwenye pikipiki tuendelee na kazi yetu. elfu kumi tu unipe tu kwa moyo wako, sema, najua unazo, sema sina sema najua unazo, siogope. Kaniambia usiogope. Akaiona wallet akasema wallet hiyo haina kitu. Hicho moja elfu kumi tu. Nilipochomoa wallet nilikuwa na hela kwenye wallet yangu ilikuwa vizuri. Sema unaona sasa, akaipokonya ile wallet. Sema nakutolea mfano tu, usiwe na wasiwasi, nakutolea mfano na wasiwa. na tu. Akazichukua zile hela, akasiambia kutobolewa macho na pesa bora kipi? Akaniuliza tena kutobolewa macho na pesa, bora siti? pesa utazitafuta, macho utayatafuta samacho sti nikayatafuta. Sema ya nakutolea mfano tu, sirudie, wewe ni mtu mzuri. Anazidi anazidi kunazisikizia, hakufungua mlango mm -hmm. Alikuwa anapiga mahesabu, namna ya kufanya nini, kuchukua simu aondoke nazo. Sasa nilipoona huyu jamaa, huyu jamaa sio kidogo tukawa tumeruhusiwa akawa amechukua simu ameweka mfuko, nataka kuondoka. Nikawambia pana nipe, nikashusha vyoo. Sasa kalivyoona ninashusha vyoo akafanyaje? Jue akanywa akafungua kanirudia simu akafungua mlango akatoka akasimama apo mbele, akawa ananielekeza pita huku pita huku. Hakuna mtu anayeweza kujua kwamba huyu ni nini ni mwizi, kwa ilikuwa hivyo. Nikasema da, hiki kitu nitawambia Watanzania kuna uwizi wa aina nyingi sana. Yani, kitu ambacho nakushauri Mtanzania, kwa wewe mwenye gari unapokuwa upo kwenye foleni, vibaka wana mbinu nyingi sana. Mimi imekuwa nifundisho, saa ingine labda ningezoea nako katabia, ningekuja kuibiwa vitu vikubwa zaidi ya hivo. Mungu akusaidia uelewe kuhusiana na hiki kitu. Najua watanzania anaweza akaelewa tofauti, akaona ah, mwasabuite mshamba, lakini kumbuka, kuna watu wanaibiwa, watu wanaibiwa, mimi sio wa kwanza kwa kuomba, kuomba kitu ambacho nakuomba Mtanzania kwamba jifunze kitu kutokana na hiki, kuwa makini. Nimejifunza kitu, ninachomshukuru Mungu kwamba nilitoka salama, hakunitoma na kisu, ndao aliondoka na hela, alirudisha wallet na vitambulisho na kila kitu na leseni. Nikuombe Mtanzania kuwa makini sana unapokuwa kwenye foleni. Kumbuka kufunga milango ya gari yako. Pole sana, msabiri, pandisha vio, kula kiyoyozi kwa usalama zaidi. Ndio alionikuta, waswahili wanasema leo kwangu.